Wana niaje, mambo vipi Harakati. Niko ndani ya kijiwe cha bajaji Chief Kingalu, niko na wana hapa, najaribu kuongea nao mawili matatu, hususan juu ya wito mkubwa wa maandamano yenye machafuko na niake ambayo limefanyika Oktoba 29, 30, 31 na madhara yake kwa jamii. Je, madhara yale yaliyotokea kwao yamewaathiri kiwango gani, na wana ushauri gani kwa vijana wa Gen Z mitaani juu ya hayo madhara kuto kurudia tena kutokea Desemba 25 au tarehe nyingine yoyote ile ambayo inakusudiwa kupangwa jambo hilo kwa maslahi mapana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tokea Morogoro kwenda Tanzania nzima, karibu tuanze. Uh, na wewe hapo karibu. Kwa majina naitwa Josefu Mtuli, nikiwa kama dereva bajaji natokea mkoa wa Morogoro. Uh, nilikuwa na shauri kwa vijana wenzangu eh. Kuhusu hayo maandamano wanataka kufanya, yametupa hasara kubwa sana kwa sisi madereva majaji hapa mjini. Changamoto tulizopata katika siku hiyo ambayo ya tarehe tisa maandamano, abiria kwanza kuliko hamna abiria kuliko hamna, kazi ilikuwa ngumu, watu wengi wako majumbani eh. Mafuta yanakuwa juu, masheri yanafungwa, kwa hiyo shughuli zile za kijamii zinakuwa zinaenda kigumu sana. Kwa hiyo kama nikiwa kama kijana, naomba ya mambo kwa vijana wenzangu yasijitokeze, na kama kuna shida yoyote, serikali ipo, serikali ndio ya kuipelekea malalamiko yetu. Kwa hiyo serikali nao wakikuwa malalamiko yetu, tunaomba viongozi walokuwa kwenye madaraka wayapokee, watusikilize vijana kipi wanachohitaji. Ila kuhusu maandamano, siyo jambo zuri katika nchi, inatupa ugumu siku hizo zikijitokeza katika utafutaji wetu. Kwa hiyo mimi naomba vijana wenzangu wafikishe hoja zao kwenye vyombo husika, na vyombo husika vitusikilize kama vijana, ziweze kutatua changamoto zetu, ili ya mambo yasijirudie katika taifa letu, ili mambo mengine yaendelee katika nchi kwa usalama na amani kama tulivyozoea. Naitwa Enoshi Elias Mwakajwanga mm. ni dereva wa bajaji hapa Kingaru. Pia mm. yale maandamano yalikuwa sio harari mm. Tunayapinga kwa sababu mm. sisi ni vijana mm. vijana, sisi kama vijana tuna mambo mengi sana ya kuyafanya ya muhimu ambayo ni ya kujenga taifa ikiwemo utafuta riski. Unaposema unatafuta riski, lazima utafute riski kwenye sehemu yenye amani mm. akiwepo na ghasia yoyote ile mm. ya kuhatarisha amani, utulivu wa kutafuta pesa utakuwa haupo, itakuwa ni kukimbizana. mm. sasa mm. tabia kama hiyo sisi tunaipinga pama, kama madereva kwamba mm. sisi tunawategemea amani, ikiwepo raia watakuja hapa watapata usafiri mm. utafikisha sehemu zao salama, na sisi tutapata riski mm. lakini ile, ile maandamano ya Desemba ile ishirini na ngapi ile ilikuwa kwetu kidogo imetuletea Ime shida wa mm. Ma sababu mafuta yalikuwa yapatikaniki. Oktoba 29 watu walikufa mm. mm. sehemu ambazo yalitokea, lakini tunashukuru Mungu hapa kwetu Morogoro ya kutokea lakini tulipata taarifa ndugu mm. zetu walipata maafa walifariki. mafuta mm. yalikuwa bei, mm. raia walikuwa waje wanaogopa, tumewekewa lockdown kwamba tusitoke. mm. sasa nchi tuna nchi huru ambayo si kwa muda wote tunatoka, tunapata riski mm. Kwa hiyo ndio hicho, mkuu, ni sumu mkubwa sana. Serikali ikishasema maandamano hayatakiwi, kwa sababu wanamaanisha nini? Hawamkatazi mtu kufanya maandamano, maandamano ni kila haki, yaani maandamano ni haki kwa raia, ambayo kufanya kile kitu kufikisha ujumbe sehemu, si si usiku si. Lakini sasa maandamano hayo hayo yanafanisha kuvunja amani. Kwayo serikali wanajua, wanajua hata kama tukiruhusu maandamano hayo yatokea, lakini kuna kutakuwa na grupu watu wachache kuanzisha vurugu na kuweza kuvunja uhuru wa maandamano gusu, kuwepo na itilafu nyingine inaweza kutokea kubwa zaidi hata ambayo iliyopita Oktoba 29. Tunashauri kwa vijana wenzetu kwa sababu sehemu za kusikika sauti zetu zipo, mshaona kutumia media media. Hamna mtu ambaye, hamna kiongozi anaweza kujitetea kwenye media sababu mm. Wewe ukiongea kwenye media, yeye awezi kutumia naye media kufikia wewe, mshaona. Ina maana mm. tuna wawakilishi wetu ambao wanaweza kutusikiliza mm. na wao serikali pia watoe hiyo fursa kwa wao wawakilishi wetu pia tunaye kijana hapa kati wa Gen Gen Gen Gen Gen Z Z Z Z Z unao kabisa hii, tuambie kama wenzako kule Gen Z wa Morogoro na mikoa mingine yote. Karibu Gen Gen Z Z waambie wenzako, majina mimi naitwa Lawrence wa Bond, kwa karibu waambie wenzako. a wasifanye maandamano kwa sababu maandamano kwa sababu ya kushindwa kuishi maisha mazuri. Ukifanya maandamano watu serikali nayotatumiauukubwa tutasababisha migongano mbalimbali. Kwa mfano, tumefanya maandamano tumepata walibko wa miundombinu, watu wameharibiwa mali zao, pia vijana vijana na watu wengine wengi waeakini. Pia mheshimiwa rais aweze kuwa karibu na wananchi, ili na kusikiliza matakwa ya vijana na watu wengine wote kwenye taifa, ili tusiweze kuruhusu maandamano haya ambayo yanataka kuwafaidisha watu binafsi ambao wana maslahi yao tofauti na wananchi ambao wanapenda amani wa. yangu ni haya ya. Asante sana. Nadhani nimesikia sauti za wana Morogoro ambao wanawakilisha madereva bajaji hapa stendi ya Chief Kingaru, wakisisitiza ujumbe wao kwa jamii, kwa taifa letu na kwa vijana wa Gen Z na wananchi kwa ujumla, ya kwamba kila mmoja kwa upeo walionao, kwa masikio walionao na ufahamu walionao, ameyasikia alionenwa hapa. Amna hata mmoja anayesupoti na kukubaliana na machafuko yanayobeba jina la maandamano kwa taifa la Tanzania. Maana mambo mengi yanasimama hivyo. Morogoro hawako tayari, Morogoro hatuko tayari, Tanzania nzima tusiwe tayari kukubali kuchafua taifa letu la Tanzania. Morogoro oye! Tanzania oye! wanangu wa Chifkingaru oye! Saluti nyingi sana, heshima kwenu, asanteni wa Tanzania.